Uh, kwa majina anaitwa Amos Alosta, ni katibu taasisi ya mtetezi wa mama wilaya ya Butiama. Na kauli yetu inasema kwamba Mama Samia tano tena kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Lakini uh, pia ni, ni mzee swala ambalo limelifanya leo iwe hapa uko katika kata ya Masaba iliyoko wilaya ya Butiama, tunaandaa kijiwe maalumu katika kata hii ya Masaba kila siku jioni, tukizungumzia siasa na hapa tutajifunza vitu mbalimbali kwenye siasa na pia tutazungumzia vitu vingi sana. Tutazungumzia miradi iliyotekelezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia tutazungumzia kazi nyingi zinazoendelea kufanyika ndani ya wilaya hii yetu ya Butiama, lakini pia tutamzungumzia baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia tutazungumzia mazuri yaliyoko ndani ya Butiama na pia nadhani siku moja kama ikipendeza zaidi, watu watoke sehemu mbalimbali kuja kutiama kutalii kuyaona yale yaliyoko yaliyo yali mazuri ndani yali ya wilaya hii yetu ya Kutiama. Tunasema kwamba kutiama hakuna kilichosimama.